uka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya uokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri Elena, kwa vinywa vya manabii nasadiki. Kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi na nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ujao. Amin. Aidha, kwa dhati kabisa nakiri na kushika mambo yote na kila mmoja peke yake, yanayohusu mafundisho ya imani na desturi ambazo tumeamriwa na kanisa kwa maamuzi rasmi au yaliyoagizwa na kutangazwa na uwalimu wa kawaida wa kanisa au yale itarafu fumbo la kanisa takatifu la Kristo, sakramenti zake, sadaka ya misa takatifu na uhalifa wa Baba Mtakatifu, askofu wa Roma. Na sasa askofu mteule